Ah, mambo vipi ase? Ah, nimefika salama, ni uchovu tu wa safari. Ila ah, nilisahau hata kukujulisha kwamba nimefika. Najua tena, nilipofika kijijini, yaani mambo ni mengi mpaka na nikasahau kabisa. Sawa, vizuri. Lakini kula udongo hapo kidogo si nzuri sana kwa mama mjamzito, saa kwa sababu kuna madhara ambayo huo udongo utakana uko naye, alekana kusenge kokua, kuna uchafu, kuna bakteria, alekana kukawa na madini ambayo yakaleta athari kwa mtoto na kwako pia menelea, na kingine pia itaweza kusababishia hata ukaja unapata haja kubwa kwa ngumu kidogo. Kwa hiyo sio vizuri sana. Kwa hiyo kwa kutumia vyakula kama dagaa, mbegu za maboga ambao huku kijijini kwetu vinapatikana tu vizuri sana. Sawa? na pia matunda, matunda maparachichi, ambayo madini ya zinki na madini ya chuma yanahitajika sana kipindi cha ujauzito ili mtoto aweze kujengwa vizuri tumboni. Sawa mamangu, nimefurahi, uweze kujifungua salama. Kum, kum, kama ni anko au tumefurahi. <laughs> <laughs> pia kwa somo lako Chilo, Chilo, kama una shida yoyote hiyo usiana na hali yako ulionayo, nitakuja pale nyumbani. Bado nipo, ukaniuliza swali lolote vile, nitakuelekeza. Sawa sawa, asante. Na mimi nimefurahi kuongea na wewe. Haya, mara unamsikia kila wakati. Mzuri, mzuri, mzuri, mzuri shoga, ndio. So, tukatoka mjini. Haya, nisijiweke kwa sababu ya

afunga kibwewe unakwambia, eh. Akashika mkononi, kasema nashika tani mwana wangu eh. huyo huyo huyo huyo mpaka pale. Kasimanga za leo, sina shida. salamu yako kwa nini? Ah, ah, ah. nini kanini e, shatatizo? Mininimekuja kukupa onyo yani e, hapa kijiji kwetu kumeingiliwa na huyo mwanao huyo, anajic mm. Daktari sasa, ukae naye umuonye hiyo jambo sija kalipia hata siku moja tena, sisubutu anakuja kutwalilia mazingira yetu hapa sasa hivi sisi. Kwa hiyo ukae naye umuonye, asisubutu kufanya kitu chochote kile, na maana hichi kijiji ndio kina shida hivi. Mimi nikamwangalia katianongoka a majungu wa shahada ndio peke yake yeye kama yeenom na ndio kwa shahada na kazi yake ya udaktari. Kwa hiyo sasa ndio wanaanza kumpiga vita. Kasema sikogopi na mazungumzo yako, nendako tu, lakini hili swala la mama, ninavyoona ni kwa sababu ya elimu kwenye kijiji chetu. Na mimi nitaendelea kuielimisha jamii yangu sasa, na mimi nakwambia hivi. Yaani hayo wanaoyatenda au wanataka kuyafanya, yaani kwanza, akai, nitaomba uwe nyuma yangu, yaani niko nyuma yako mwenyewe, nachokwambia mjomba wako sasa hivi ni hatari ha? Yaani usimwambie shida, anakuuliza unataka nini? <coughs> Endo dumanikamwenga Endo umeyakanyaga, lakini mama, Mungu pia yupo. Mungu ndio yupo, lakini mtu unapojenga nyumba lazima anaweka mlango eh. Uwezi kuacha mlango wazi ukutegemea Mungu yupo. Mungu yupo anakusaidia, lakini mengi lazima <coughs> ujilinde, na nakusii, sasa hivi Usiwe ovyo ovyo na ukarimu na watu, hapa waogope sana. Yale unakaa na mtu na ukaribu, lakini unauiani yeah, usiwe naye kabisa kabisa, yani hapo ndio washaanza kuandama. Na mimi mama, nitaendelea kufanya <tisana> sawa sa. Nimefurahi mm, kwa kunifikishia ujumbe mamangu. <tisana> Ndio nitakuwa makini sasa kabisa, nitakuwa makini sana na nachokiona na mimi kwa sasa hivi, miaka hiyo ndio ilikuwa kuna wakunga lakini wajali, lakini sasa hivi utamwona binti anaenda kuzaa kwa operation, sio hivi? Sasa haya mambo mengi yanakuja sasa hivi ya kongajeri, kwa hapa hamna, au atakuwa amejisumbua kule. Hakuna mambo ya kunga, yani yani bahati mbaya tu katokea kisa kutulia kumsubiri mjamzito, eti kuna mkunga. Mambo sasa hivi haya tena, hapana kabisa. Yani kama ndio wao wameamua kulifanya hilo, yani hilo wameamua.

wakunga wasio ah, na elimu. Kijiji kina mwaka jamu, mama shikamoo. Ona nasukasuka ukilia kule, maana ni siku nyingi nilikuwa sipo, nimekuja nikusalimie mamangu. Kwa hiyo shikamoo, heshima au ustaarabu unavyozani. Ulichokifanya au ulichokuja nacho unajua, mimi sikijui, au unanichukulia mimi chizi. Eh, wewe umekuja kutuvurugia amani kwenye kijiji chetu. Mama shikamoo, kama hebu mama mama yako kule, kama heshima ni, ni, kubwa. Mama nilikuja tu kukusalimia nani, mama yako, na kama ungejua mimi mama yako usingekuja nayo uliokuja nayo wewe nimekupokea mwenyewe kwa mikono yangu miwili, umezaliwa ndani ya nyumba hii. Leo wewe unakuja na mambo ya kizungu, unatutetea uzungu kijijini kwetu hapa. Hivi unasahau kama mimi ndo nilomzalisha mamako na nilikupokea kwa mikono yangu miwili? Leo umevunja mila na desturi zetu, unatutetea mambo ya uzungu hapa eh? Isingekuwa hiyo mila na desturi ungeenda kusoma na ungeelewa chochote huko ulipoenda kusoma. Acha kutuletea habari zako za vizungu hizo, wewe. Sisi hapa wote tunaishi kwa mila na dasturi, tena zitaendelea daima, hazitobadilika kamwe, na hicho ulichokuja nacho wewe hakitoendelea ng'o, labda mimi niwe nitangulia chini ya ardhi. Toka hapa, nitolee macho yako mimi, sawa? akili kweli kichoni mwake. Kijiji chetu cha Mamboleo hakuna maendeleo. Kijiji chetu cha Mamboleo vifo na vilio. Kijiji chetu Najua toka siku ya kwanza nimekuona, katika kijiji chetu cha Mamboleo ni mwanamke pekee ambaye umegusa mtima wa moyo wangu, ni mwanamke sijai kupata kumwona katika mboni za macho yangu, ni mwanamke mzuri, mwanamke mwenye kila sababu za kupendwa na mwanaume kama mimi. Nimepita mjini, nimeona wanawake, lakini kwako nimeona mke. Naomba sikia maneno yangu yanaobugujika kutoka kwenye moyo wangu. Ninakupenda Kibena. Unajua nyini vijana wa mjini mara nyingi mnakuwa na watu huko mjini Hivi nitakuambia ukweli, hauna mtu ambaye uko naye kwa sasa? Hapana, Kibena, sio kila mwanaume ni muongo, wapo ambao ni waongo. Nahitaji uwe mwanamke na mke wa maisha yao. Ninakupenda na sio muongo. Nipo kwa ajili ya kukuoa kweli? Yes Kibena, nakupenda naamini ndoa yetu itakuwa yenye furaha sana, tutakuwa na maisha mazuri. Basi sawa, maana hata mimi pia nilikuwa nakupenda, ila nimeona kama surprise, wewe mwenyewe umekuja kuniambia kweli ya kwa kwanza ulivyoniona kuna kitu kilikuja kwenye moyo wako. Nimefurahi kusikia hivyo. Pokea moyo wangu nami mkabizi moyo wako, Kibena, Kibena. Kumba, kwani kuna mbilimbi na unichumii? hmm. Kibena. kulala saa hizi jamani, kweli mimi eh? nimetoka huko nyumbani kwetu nije hapa kweli jamani. Kibena ndo muonege hmm. miye mja mzito tu, wala mchana silali. Yeye yeah, kalala saa hizi hmm. Karibu kwenye ufalme wangu. Nimejisikia furaha sana kushika mwili wangu, ni sehemu ya ndoto yangu, kumshika mke wangu. Nakupenda. Eh, dada. Nini shida? Vipi shoga, unalala saizi mchana yote tisa shoga yangu. Nimekuja na ubuyu, ubuyu pambe, ubuyu pambe, ujua ubuyu pambe? Wekibena. Vipi? Wekibena. Sema. He, kwani tuna ugomvi? <coughs> Sawa, shoga yangu. Chilo. Unayo habari iliyomkuta Chilo, Chilo kaenda kwa Bibi Kisa, mada yake kaenda kumsalimia. Amechambwa, unajua kuchambwa? Yaani amechambwa hatari. Hivi atenda kusimulia huko kwao mjini kwenye magorofu. Boshoga yangu oh, yani nakwambia yani si yani najua yani, yani, yani, nimejisikia ravi yani, kuna kazidi eh? Uo mtu kijijini kafika lini mpaka leo atokea hapa ndikabitikiza kufanya nini eh? Ah. Ah. Ah. Asa nimemkosea nini jamani? kuja kumletea hizi taarifa. Chawi, <laughs> uh, chuki, visa vipo, matukio, wakunga wasio na elimu kijiji kina mwaga damu. Yes, mimi niko pamoja na wewe yeah. Nah. Beke beke na nitaendelea kukusapoti, nitakuwa bega kwa bega na wewe, nimefurahi kuona na wewe pia unanisapoti na ntashukuru zaidi kama utanisapoti kwa kuendelea kuelimisha wanawake wengine na vijana wenzetu, kuleta mabadiliko kwenye kijiji chetu cha Mamboleo. Okay. Basi usijali, mimi ndo kama hivyo nilivyokwambia, kama nitakuwa na wewe, nitaendelea kukusapoti. Kwa hiyo wewe umekuja kama kutusaidia, na mimi nitaendelea kukusapoti. Kwa pamoja. Hmm. Ah! Wewe ndo mavazi gani haya? Kwa nini unatuharibia mila zetu na desturi hapa kijijini kwa kumfatisha huyu? Mila si ukuta, alafu mila hubadilika kama hali ya hewa. Hivyo hivyo ulivyosikia. Unasemaje? Mila nini, eh, una nini? Sio ukuta wewe katika kijiji hichi umekuwa na kitu gani kama sio mila ambazo tunazoziendeleza sisi katika kijiji chetu hichi umekuwa na nini wewe? Nimekuwa na mila za babako unanijibuje? Sio matangazo ya vifo tuto, we, wem wem, wewe mtoto, wewe mtoto, wewe nimekulea mwenyewe kwa viganja vyangu hivi, wewe ukunijibu hivyo? Mimi kinachokufuata na wewe, atakunyemea ovyo kama chatu kashiba, kitachokufuata wewe, hmm. Yaani wewe mchanga huu unaokota huu mchanga huu nakula mchanga njia panda huu mtakoma leo sijui kama saa kumi itafika. Huu mchanga unautia mdomoni huh?